Shalom, shalom, shalom, shalom, Bwana Yesu asifiwe tena tena. Majina yangu naitwa Director Sam na niko hapa kwenye eneo jipya la kanisa letu. Ni eneo kubwa sana ambalo Mungu ametupatia hapa kama ushuhuda kwetu, kama kwetu, historia kwetu. Lakini sipo peke yangu, niko na mtumishi wa Mungu ambaye ni mbeba maono. Na si mwingine, utakwenda kumsikiliza ni nani? Twende pamoja. Bwana Yesu asifiwe mtumishi wa Mungu. Mungu, Amen, amen. Uh, unajisikiaje kwanza kabisa, awali ya yote kuwepo katika eneo hili? Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa eneo zuri yeah. la kumtumikia Mungu mm. Kwa hiyo nina mengi ya kusema, lakini jambo kubwa, utukufu ni kwa Mungu mm. kwa, uh, namna hiyo ambayo tuko hapa katika eneo letu hili la kanisa mm. Wewe binafsi unalichukuliaje, una tukio la leo la kuweka wakfu eneo hili husika? Hii tukio ni kubwa sana, kwa sababu linaandaa jambo mm. linalokuja kutokea hapo baadaye mm. Uh, leo tuka na maombi ya kuweka wakfu ili eneo mm. kuhakikisha kwamba mm. maelfu na maelfu ya Watanzania yeah. wanafika kwenye huu mji. yeah. Hapa ni mji wa Bwana. mm. Kwa hiyo tukawa tunaweka vizuri mandarizi na kuelekea tarehe moja mwezi wa tatu ambao tutakuwa tunafungua rasmi eneo hili. Lakini hii sasa mm. ni msingi kwanza kuhakikisha kwamba mm. tunafanya vizuri huko mbeleni. mm. yeah. Kama ulivyomsikiliza mtumishi wa Mungu ametoa maelezo ya kwa nini kuwekwa wakfu eneo hili la Eden Embassy of God kuwepo hapa mji wa Bwana. Natamani sana umsikilize mtumishi wa Mungu tena ambapo atakwenda kuelezea kwa nini watu wote wako hapa na kwa nini tumekusanyika hapa. Mtumishi wa Mungu, nataka kuwaeleza nini ambao wanatutazama kwenye media zetu, watu wa Eden Embassy of God, hasa watu wa mji wa Bwana wanashauku sana, kwa sababu ni kama vile tulikuwa utumwani mm. Sasa tumekuja kwenye nchi yetu wenyewe yeah. Kwa hiyo kila mmoja ana shauku mm. Unaona, watu wana furaha, wana amani yeah. Kuhakikisha kwamba wanakuwepo kwenye hili eneo mm. Maana ni eneo ambalo mm. ah, tumeshatangulia kusema kwamba ni, ni mji ambao majibu ya Watanzania wote Yatapatikana hapa hapa. Kwa hiyo hata hawa ni watu wa Tanzania wanakuja kufurahia wema wa Bwana. Kama ulivyomsikiliza, yeah. Mtumishi wa Mungu ameelezea kwa vyema zaidi, zaidi, na zaidi kuhusiana na eneo hili la Bwana. Hapa kuajilea, kwa kwa kwa ajili ya kucelebrate kusherekea kwa pamoja, uh, ushindi wetu ambao ambao tumeupata kuwepo katika eneo hili. Kama unavyoona kwa nyuma, mafundo yanaendelea yanaendelea, na na na na ujenzi na mambo mengine yote yote yanaendelea. Sasa mtumishi wa Mungu, yes, natamani watu ambao wanatusikiliza kwenye platform zetu na media zote na Tanzania yote kwa ujumla, una nini cha kuambia kuhusiana na siku ya tarehe tarehe moja Machi? Itakuwa siku kubwa, yeah. Watu kutoka eneo watakuja kwenye huu mji wa Bwana kuona matendo makuu ya Mungu. Jambo lazima nikasema ni, ni kwamba hmm, kila mmoja ajiandae kwa ajili ya tarehe hii, ya tarehe moja mwezi wa tatu. Lakini ninachoweza kusema kingine ni kwamba kama wanavyoona ah, tayari chuma imesimama na ndio imesimama na kuanzia kesho ni ujenzi na tunakimbizana. Hii kwa kwamba tarehe moja tayari watu wako namtukuza Mungu mahali hapa. Kwa hiyo kila mmoja anakaribishwa yote, mwenye sadaka yake anaweza kuituma kwa ajili ya kazi hii ya Mungu. Yeah. Amen. Nakushukuru sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana sana sana. Na kama nilivyokuambia, siku ya leo ni tarehe moja Februari 2026. Tunaendelea na ujenzi bwana.